Ningependa kwanza kuongelea kuhusu baba yetu Msuya, kama baba, kama mume, kama babu, kama mjomba na mengi, kama ilivyosemwa hapo awali. Uh, marehemu baba yetu mpendwa na marehemu Mamaroda walikuwa ni wazazi wa wana hekima sisi kwetu wote sita, walihakikisha kwanza, pamoja na yote mliosikia kuhusu baba kufanya kazi serikalini, lazima kila Jumapili twende kanisani, lazima kila likizo twende Usangi tujitolee kwenye jamii ambayo ilimkuza baba na mama alikuwa ametufundisha yeye pamoja na mama ukweli, heshima. Alikasirika sana sana kama akisikia tumetumia jina lake kupata kitu chochote. Tangu tulivyokuwa watoto, tangu tumekuwa watoto, alikuwa amesema sisi ni Watanzania na kwa mfano mimi nilivyomaliza miaka sita, wote tumeenda shule za serikali na tunashukuru sana uh, nchi kwa ku tupa elimu ambayo imetusaidia kufika hapa tulipofika. Alihakikisha lazima wote tuende jeshini, na hata nilivyokuwa naongea naye kipindi hicho, alikuwa ameshaamua ye yeye na mama kwamba mimi lazima niende Mafinga. Alikuwa hataki tuwe karibu na sehemu yoyote ambayo kazi yake ilikuwa imemfanya awepo, na swali aliloniuliza alisema kwa nini unadhani wewe uko special zaidi kuliko watanzania wengine uende karibu mimi nipo, badala ya kwenda Mafinga? Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana, tunamshukuru sana kwa sababu alikuwa ni baba ambaye anasimamia mambo hasa hao. Baada ya kuwa mtu mzima, atani kiongea naye, atatupa kitabu, atahakikisha baada ya wiki mbili mnasoma hicho kitabu na unakaa unaongea naye na yeye anakuuliza maswali kuhusu vitabu. Tunamshukuru hakutupa pesa, alikuwa anasema lazima tuhangaike kujitafutia badala ya kusubiri yeye au mama watutafutie. Tunashukuru hata wakati wa likizo tukitoka boarding schools, alikuwa anawapa likizo wafanyakazi nyumbani, ili wote tuweze kwenda jikoni tukapike na tusafishe nyumba na tujifunze kuishi kama yeye na mama walivyoanza. Kipindi hicho, hatukuelewa hayo mafunzo yatatusaidiaje, lakini kama mimi na ndugu zangu ambao tuko nje tumeweza kukaa nje na kufanikiwa kwa sababu ya masomo kuanzia kupika mpaka shuleni ambayo baba na mama walitufundisha. Baba pamoja na kwamba mara nyingi Jumapili alikuwa anaenda kazini, kwa mfano alivyokuwa waziri wa fedha, kabla hajaenda kazini, kitu cha kwanza alikuwa anauliza ni kama tumeenda Azania Front na kama tumejiunga na kwaya nyumbani. Kulikuwa hakuna tofauti ya elimu au kufundishwa kati yangu, mimi dada yangu, na watoto wanne wa kiume. Hakujali kwamba kulikuwa kuna wasichana au wavulana, wote tulipata sehemu na opportunities za kujiendeleza kama uh, kaka zetu. Kwa hiyo tunashukuru, tunamshukuru Mungu. Baba amefariki miaka ishirini baada ya mama kufariki. Baada ya mama kufariki hatukujua kama angeweza kukaa bila mwenzi. Lakini tunamshukuru Mungu. Kipindi chote hicho alisimama imara na kuhakikisha familia haisambaratiki baada ya mama kufariki. Akasema lazima aje atembelee kila nyumba ya mtoto wake, kwa sababu mama alikuwa anafanya hiyo kazi, ili acheze na wajukuu. Kwa hiyo tunamshukuru pia, wajukuu ambao wanao wanamfahamu babu yao, wanampenda babu yao kama wamezaliwa nje au hapa, lakini ile bond kati yao na wajukuu wajukuu na babu yao ni kubwa sana. Wakwe zote wakwe wote ambao walikuja kwenye familia ya Msuya walikaribishwa kama watoto wake, pamoja na kwamba wengine wametoka Japan, wengine wametoka mikoa mingine ya Tanzania, lakini wote tulikuwa ni watoto wa mzee Msuya. Kitu ambacho hakupenda ubabaishaji, uongo uvivu, dharau na majivuno. Na kila siku alikuwa anatukumbusha. Mimi nilipata nafasi ya kuongea na baba marehemu baba masaa kumi na nne kabla hajaf... sijapata habari kwamba ametutoka. Na tulivyoongea kwenye simu pamoja na kwamba alikuwa hajisikii vizuri. Alichokuwa anaulizia ni wajukuu wangu wanaendeleaje? Wewe unaendeleaje? Umekula kila nikimuuliza wewe unaendeleaje, una maumivu, anasema hapana, nataka kujua, umeongea na kaka yako ambaye yuko Japan? Umeongea na wakwe zako? Alikuwa hajijali yeye zaidi kuliko familia. Kwa hiyo kifamilia, kwa kweli tunamshukuru sisi. Katika familia tuna kila sababu ya kushukuru. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha yake kwetu sote. Tunashukuru kanisa na dini zote, hata Usangi tulikuwa tukienda, siku nyingine anasema twende kwenye misikiti kutoa misaada. Tunamshukuru mchungaji wa Azania Front; baada ya marehemu baba kuondoka, alijumuika nasi kutoa sala na kutufariji. Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumtazama na kumlea vema baba katika kipindi chote cha uhai wake hasa baada ya kustaafu. Shukrani za kipekee tunazitoa kwako Mheshimiwa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yako mahususi ya viongozi wa staafu kutazamwa kwa jicho la pekee. Kupitia kwako, shukrani zetu kwa waheshimiwa maraisi waliotangulia ambao walimpa baba yetu nafasi ya kuhudumu na kutumikia taifa na kumtunza pale alipostaafu. Wengine wametangulia mbele ya haki, lakini mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete tunaye hapa, asante sana. ni ruhusu pia tumshukuru mheshimiwa waziri George Simba Chawene na mawaziri waliomtangulia na makatibu wao kwa kumtazama vizuri na kumlea mzee wetu katika kipindi chote cha uhai wake, na, na kipekee nitaje idara ya utumishi na afisa dawati mkurugenzi msaidizi Binyasinde Mukono ambaye alikuwa anamcheki baba kila siku, hali kadhalika Wizara ya Afya, dawati la matibabu nje, waliowezesha kila mara kwenda kwenye matibabu nje alipohitajika kufanya hivyo. Ni washukuru pia mabalozi wa ubalozi wa Tanzania nchini Uingereza ambao alikuwa akifanya matibabu kwa kuwa wenyeji wazuri na kumwangalia baba na kumpelekea vitabu. Pamoja na kwamba anafanya matibabu bado, mlikuwa mnakuwa na debate sessions nao maafisa wao, kwa huduma wenu na ukarimu ambao mlikuwa mnampatia. Shukrani za pekee sana kwa wasaidizi wa marehemu baba. Mama aliondoka miaka ishirini iliyopita. Kati ya watoto wake sita, mmoja alifariki, watatu tuko nje na wawili wako hapa, lakini waliokuwa wanatupa amani ni wasaidizi, walinzi, wapishi, uh, madereva, uh, wote ambao wamefanya kazi na baba kipindi chake chote cha uhai, wengine zaidi ya miaka thelathini na bado walikuwa wanarudi nyumbani kumsalimia mzee. Madaktari wa hospitali kule alikokuwa akitibiwa London, hospitali ya Mzena, ambao walikuwa wakimtibu hadi mauti yalipomkuta. Tunapenda pia kutoa shukrani nyingi sana kwa marafiki, ndugu na jamaa na waajiri wetu ambao tangu msiba umetokea mmekuwa pamoja nasi tangu siku ya kwanza. Kwa kweli, orodha ya kushukuru ni ndefu sana. Wengine tutapata wasaa wa kuendelea kuwashukuru mmoja mmoja, kadri fursa itakapopatikana. Tunaomba kwa hatua hii mpokee shukrani zetu za jumla. Kutokana na muda na ratiba kutokuwa rahimu sana kwetu Sipati maneno yenye uzito wa kutosha wa kutoa shukrani zetu vile ambavyo tungependa zipokelewe. Lugha pekee ambayo inayoweza kubeba hisia zetu na shukrani zetu katika hali hii ni lugha ya Kipare. Niseme avache sana, asanteni.